Namu, mupenzi mutasamati ama musikilizaji, unavyoona uku katika hii eneo umesema linaitwa ati? Tuko hima. Oh, eneo ya Kakameka, mupenzi mutasamati na msikilizaji, na tunakuletea matokeo na matukio live, yani live unaona magari imesimama, halafu pia ni petroli ya mafuta. umesema hapa ni hii magari inaitwa ati? Yesu? Yes, wanasema kwamba hii kakameka inaa na unazofikiria pikipiki zinapita pia sana, mpenzi msikilizaji, na ukiangalia hata hivi nimeleta na gari personal yani gari personal. Nikiingia kazi kampuni ilisema nikuchange nifanye, alafu ni hoji wa rembo wa rembo wazuri yani, ukitaka interview iende vizuri, una hojiki wa rembo wa rembo. Mambo tena unaitwa nani? Triple J, mtazamaji, niko na Triple J, wacha tuone anasemaje. By the way, hii e area na umeolewa Yeah.